Yesu tunaenda kuombea, najua kila mmoja ana mahitaji binafsi. Na mahitaji binafsi ni nini? Kwamba shida yako sio shida yako. Na ukimwangalia huyu Batimayo, hawa nafta wa Yesu hawakuelewa changamoto ya Batimayo. Mchungaji ameeleza hapa kwamba ana experience kwa kuona giza kwa muda fulani. Wewe usielewe lakini anaelewa hasa Batimayo huyu shida aliyokuwa nayo

sema wese Yesu anapona anafanya hivi haa, anapoenda kwa Yesu rafla walna Yesu wambia tulia, acha, nyamaza, tulia, acha aja, aja. Inada wewe shida uliyonayo ukimwambia nafiia, hakuelewe mama, hakuelewi baba, hakuelewi lakini jioni ya leo, usiku wa leo Yesu asema hivi wataka ni wataka ni kufanyeni ni tafsiri yake anataka umweleze shida ambayo yukini wengine, wengine, lakin, shida, kwa wengine wanakupotezea muda kwa wengine waaezi kama vile wasua, lakini shida nikuaao shida unapeleka mahali ambapo sio sahihi, shida ni hilo ega koevi. Wataka nikufanyie nini? wa ni mnataka niwafanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Na msitaki nini? Anataka umwambie jambo ambayo lile kubana lile kukamata, umweleze, umwambie Mungu. Isemisa sioni naona malua iwe isemisa, naona kama vile wazazi hawana amanya, isemisa mama ni mgonjwa, isemisa kuna siesi na ada, isemisa ninaiki apa. Wataka nikufanyie nini? Haleluya! nikufanye nini Nenda neno neno tu Yesu anasema, "Wataka nikufanye nini?" Umekaa kama mwanachuo. Mungu anakuambia, "Wataka nikufanye nini?" Ndio hicho. Nikufanye nini? usisiki Na tamaa